Uwanja wa ndege wa Heathrow umefungwa kabisa leo Ijumaa kufuatia umeme kupotea kwa sababu ya moto uliozuka katika kituo kidogo cha umeme magharibi mwa London. Kwa mujibu wa tovuti inayofuatilia safari za ndege mtandaoni, Flightradar24, ndege kiasi cha 1350 zilikuwa zimepangwa kutua katika uwanja wa Heathrow jijini London, Uingereza au kupaa kutoka maeneo matano ya kuondokea ndege leo Ijumaa. Abiria elfu 230 kwa siku na milioni 83 kwa mwaka hutumia uwanja wa Heathrow na hivyo kufanya kuwa miongoni mwa viwanja vyenye shughuli nyingi duniani. Kufungwa kwa uwanja huo kumewaacha abiria wengi waliokwama wakiangaika kutafuta na kufanya mipango mingine ya kuendelea na safari zao. Shirika la ndege la Uingereza, British Airways limesema kufungwa kwa uwanja wa Heathrow kutakuwa na athari kubwa kwa shughuli zake pamoja na abiria wake. <tune> Polisi nchini Uingereza pia wamesema mpaka sasa hakuna ushahidi wowote unaoashiria kuna njama iliyofanyika kusababisha moto uliopelekea uwanja wa ndege wa Heathrow kufungwa, lakini ikaongeza kuwa kitengo chake cha kupambana na no ugaidi kinaongoza uchunguzi ikizingatiwa ukubwa wa tukio hilo. Wachambuzi wanasema kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Heathrow kusababisha athari kubwa katika usafiri wa anga ulimwenguni kote na uchumi wa Uingereza. Wakati tukio hilo, ndege 120 zilikuwa angani kuelekea Heathrow wakati tangazo la kufungwa uwanja huo ulipotolewa. Mamlaka za uwanja wa ndege wamesema wanatarajia usumbufu mkubwa na safari kutatizika katika siku zijazo. Kiwanja cha pili kwa ukubwa cha Uingereza, Gatwick kimesema kitapokea baadhi ya ndege kutoka Heathrow. Ndege nyingine zimeelekezwa katika viwanja vingine Ulaya, ukiwemo Shannon kusini magharibi mwa Ireland, Frankfurt Ujerumani na Paris Ufaransa. Kevin Sewe, Mwanzo TV.